Familia ya Mkenya John Okoth Ogutu aliyeuawa jijini Dar es Salaam nchini Tanzania wakati wa machafuko ya uchaguzi inasema bado haijapata usaidizi wowote wa e, kupata maiti yake. Familia ya Ugutu inasema wamekuwa wakiangaishwa na ahadi tupu kila wanapofika kwa idara za serikali kutaka mwelekeo. Wanaharakati wa Kenya sasa wakimtaka Rais Samia Suluhu Hassan kuwajibikia machafuko hayo wiki tatu baada ya kupigwa risasi wakati wa machafuko Dar es Salaam Tanzania. Familia ya John Ogutu bado haijapata majibu kuhusu uliko mwili wake, wanadai kuhangaishwa na serikali ya Tanzania. It is very frustrating when we see the both two government taking us round. We've been to embassy of Tanzania several times. And uh, the answers that we get from there really ni majibu ambayo yanavunja moyo sana. Serikali ya Kenya na serikali ya Tanzania waungane wawe kitu kimoja, ili watuletee mwili tupate kuzika. Hiyo ndiyo ombi ambapo tunaomba sana, kwa kuwa mama nyumbani ana uchungu mwingi. Wakishtumu matamshi ya rais Samia Suluhu kuhusu msamaha, familia ya Ogutu inataka haki, wakisisitiza mwana wao aliuawa bila hatia. Juzi nilisikia Samia Suluhu akinukulu Bible. Nami pia nitamwambia aende katika Biblia ambapo alinikuu, akasome kitabu cha Wanaibrania 10 26 hadi 30. Mungu peke yake ndiyo ana haki ya kutoa uhai wa binadamu. Mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yakikashifu serikali ya Suluhu wakidai licha ya kuahidi maridhiano bado inawakandamiza wananchi. Samia Suluhu aweze kukubali kutoka mamlakani ili tuweze kuhakikisha kwamba amechunguzwa kikamilifu, na tunaitaka koti ya kimataifa iweze kuingilia kati na iruhusiwe haraka iwezekanavyo ianze uchunguzi. Samia Suluhu regime is not only unconstitutional, it is illegal, illegitimate and morally bankrupt. No leader has a right to govern through terror. Familia ya Ogutu imeongeza kuwa rafikiye aliyetoa taarifa kwao hajulikani aliko kwa wiki moja sasa, hali inayowatia hofu. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.